Mwanamichezo hapa ni nje ya uwanja wa CCM Kirumba, kama ambavyo unashuhudia, nyomi ni kubwa kweli kweli la wananchi wakiwa wanahitaji kupata nafasi ya kwenda kuangalia mchezo huu wa Pamba dhidi ya Yanga FC, mchezo ambao unakwenda kuanza majira ya saa kumi na robo Uh, jioni tazama nyomi hili la nje ya uwanja huu wa CCM Kirumba hapa Mwanza, eh, kila mmoja akiwa ana shauku ya kuweza kuingia, uh, ndani ya uwanja wa CCM Kirumba. Tazama tazama, eh, foleni hiyo, wa mama kwa watoto, eh, wakubwa kwa wadogo, wakiwa wamepanga foleni kuhakikisha tu basi kwamba wanakwenda kushuhudia mchezo huu wa Young Africans dhidi ya uh, Pamba Jiji. Foleni ni kubwa anasema nipate nafasi ya kuzungumza na angalau mwananchi mmoja anipe maoni yake. Wananchi uko vizuri? Asante kuongea. Mama uko vizuri? Poa. Matarajio yako leo ni yapi? Tano. Pamba afungwe tano. Ndio. Asante. Mbona uko vizuri? Niko vizuri. Unaitwa baba nani? Mimi naitwa Mr. Krisostomo Makole. Mashabiki wa Yanga mko wengi sana. Tuko wengi sana. E. Na leo tunashinda goli nyingi sana. E. Kwa nini kila mtu nikimuuliza anasema mnashinda goli nyingi? Mnajiamini? Kwa hakika, tuna hakika, tuna hakika. E. Bao ngapi? Timu yetu ni nzuri. Kuanzia tano na kuendelea. Anasema kuanzia bao tano na kuendelea. Eh, bana uko vizuri? Ehe, e. E. Unasema? E. Kwa majina naitwa Peter Ragita kwanza nafurahi kuona watu wamekuja kuangalia mpira wa leo, wamekuja kuangalia game nzuri. Yani sisi Yanga hatuna mbambamba. Tukiwa kanda ya ziwa boli inatembea. Huu uwanja hatujawahi kufungwa na timu yote, tofauti na Mbao ndio walikuwa wanatufunga tu, au wengine wanajidanganya yeah. Leo hapa Pamba kitakachomkuta ni kilio kikubwa, anapigwa yani, anapigwa kama tulivyomkuta, tunampiga halafu tunamwacha kama tulivyomkuta yeah. Wenyewe wanakuambia wameahidiwa pesa nyingi wawezi kuziacha Yaani hapo, hiyo pesa tu aliyowaahidi yeye mwenyewe anajua kwamba hii hela nimeweka tu, lakini hawezi kuichukua. Hawezi Pamba, hawezi kumfunga Yanga na kikosi ambacho unatamani kianze leo hii. Unatamani nani na nani cha Yanga? Djigui Diarra aanze golini, namba mbili akae huyu Israel, Patrick Mwenda tatu, Shadrack Boka nne, akae nani Baka tano, jobu sita, ucho cha ushindi hicho pembeni namba saba aanze mzize yeah. Namba nane akai mdafiri, haya basi, anatosha huyo yeah. Namba tisa dube kama kawaida, kumi aziziki, kumi na moja Pakome mtu anakula tano we saivi unaona pa pakome anakaba na watu watatu lakini wote anapita nao tu huyo pakome huyo. ya yeah. watatu watatu no. Yani, wate, wana, yani, watatu pale ni kama mmoja kwake yeah. kwao wao wenyewe hata tarehe nane wajiandae, wataenda kama sita kum leo hapa, ya, ya. Sisi, sisi, yani, yani, yani, hapa Tanzania kuna timu moja ambayo yenyewe ikifunga bao moja mojanashang apasanunfuga nmfunga la kwanza vipi? Sisi yani tano. Sisi yani tukifikia tatu tumepoa wa Jangwani utawasikia naitwa Jackson Bizara. Eh, nafurahi sana kwanza Yanga leo kuja mkoa wetu Mwanza kucheza na Pamba mm-hmm. Eh, lakini sisi mimi pia ni mwana Pamba mara yeah. Timu ipo nyumbani kwetu lazima tuisupport. yeah, lakini, ha, lakini, support. Nime, leo ni timu yangu ya, ya, nyumbani timu mama yeah. Eh, ambayo imenifunza ikajua nini maana ya kusapoti mpira Timu yangu ya yang, Yanga Africa zimeanza kuishabikia toka mwaka 2007. Leo timu ya nyumbani ikae pembeni. Eh, kwa timu ya nyumbani ikae pembeni. Leo niko kwenye timu ambayo ni ya, ya urithi. Na mara hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga, na Yanga tumezaliwa tunavikuta na tutaondoka tutaviacha. Kwa hiyo kila mtu unapoanza kutambua mpira hivi vilabu viwili ndio vya kwanza kwanza kufuatilia. Kwa kwanza namshukuru Mungu kwa timu yangu leo kufika hapa na wame, na imani wachezaji wangu wote wako vizuri na kikosi kiko vizuri kabisa. Ila natamani leo nimuone Ikanga Robo yupo ndani. Eh, akianza e, aki hata kama atatokea sabu lakini natamani leo nimeona akicheza, maana tuna, tuna hamu sana na tunashauku sana ya kumwona toka dirisha dogo linaanza kumsajili mchezaji wa kwanza alianza kutambulishwa kwenye kikosi, lakini mpaka sasa hivi hatujui kwa nini hajacheza na hatujui sababu maru. Asante sana pia. Asante mwana michezo, kama ambavyo naendelea kushuhudia, hii ni foleni ikiwa imepanga hapa na yote tu ni kuhakikisha eh, wanapata nafasi ya kwenda eh, kuishuhudia klabu yao ya Yanga Africans kienda Eh, kufanya vizuri katika mchezo huo dhidi ya Pamba. Ukiangalia uh, jezi za njano na kijani ni nyingi mno kuliko zile ambavyo eh, za Pamba zinaonekana na fuleni ni kubwa, yamebakia takriban masaa mawili kwenda kushuhudia mchezo huo waya, uh, Pamba ya, ya Mbaka, hai, sasa, wa Pamba Jiji dhidi ya Yanga. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, wananchi ndio ambao wapo kileleni pale, wakiwa wanashikilia usukani wa kilele cha msimamo wa Ligi Kuu ya NBC wakiwa wanafuata na Simba, ingawa mtani wake akiwa na faida ya mchezo mmoja kwa maana ya kiporo. Unaweza ukashuhudia watu ni wengi kweli kweli, na kila mmoja hapa anataka nafasi ya kuanza kuingia ndani ili tu aweze kwenda kushuhudia. Namuona mwana Simba kwenye mstari wa wanachobana, uko vizuri dada, vizuri vipi dada? Kama naogopa una, una, una. Na nini tena? Siogopi kumshangilia Pamba mwana Pamba. Pamba. <tiple> nyumbani kwanza. Eh, Mwanza kwanza. <tiple> Eh, nyumbani kwanza. <tiple> Yanga damu lakini ny nyumba... <tiple> Yanga damu nyumbani kwanza. <tiple>

Ndani ya viwanja vya shule ya msingi Kitangili huko ndani. Unaweza kupata tiketi na sio sehemu nyingine.